Ndipo jioni imefika nikatufanya sisi kuwa hapa tukiwawakilisha wengine wengi ambao huenda wanatamani kwa nasi, lakini hawakwezi. Kuna nini hasa kwa ndugu zangu, tuko hapa jioni hii. Mshukuru Mwenyezi Mungu anayemjalia kila mmoja wetu kile apendacho yeye mwenyewe bila mastahili yetu. Tumshukuru huyo Mungu kwa nafasi hii, tunamshukuru kwa hicho alichomkirimia ndugu yetu na baba yetu Josephat Jackson Bududu mteua kuwa askofu msaidizi kwa jimbo kuu la Tabora. Ni zawadi kwa wana Tabora, zawadi kwa kanisa na zawadi kwa taifa lote la Mungu. Tunampongeza sana kwa kuipokea zawadi hiyo. Hongera sana baba askofu Joseph. Jioni hii hatuna mengi sana ya kusema, tunaungana tu na Mtume Petro katika somo tulilosikia sasa hivi, anaposema kuwa sisi ni ukoo mteule, makuhani wa mfalme, taifa takatifu, watu wake Mungu mwenyewe, tulioteuliwa kutangaza matendo makuu ya Mungu. Askofu msaidizi mteule Josefat Bududu ameteuliwa na anatumwa kwa namna ya pekee kutangaza matendo makuu ya Mungu kwa daraja ya uaskofu. Wajibu wetu jioni hii ni pamoja na kusikiliza kwa makini yale atakayodhihirisha katika kukiri imani na kula kiapo cha uaminifu, kwa kuwa mambo hayo ni mazito tunao pia wajibu wa kumwombea ili hayo atakayoya pia aweze kuyatimiza hata katika ugumu wake, kwani tunaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya 22 tunaambiwa na kukumbushwa kwamba inatupasa kufikia ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi wake, hata hataufanya akiwa amejificha, bali hataufanya pamoja nasi kwa ajili yetu na kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Niwaombe nasi kujiombee kuwa tayari kushirikiana naye kwa upendo katika ukweli na haki, ili mapenzi ya Mungu yaweze kudhihirika kupitia